Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata katika injili ya Marko sura ya 12 aya ya 28 hadi ya 34. Marko anatuambia juu ya mmoja wa waandishi ambao walikuwa wanafuatilia maisha ya Yesu, anamwendea Yesu aliposikia mjadala kati ya Yesu na Masadukayo juu ya talaka na akatambua kwamba Yesu amewajibu vyema, na yeye anakuja kumuuliza Yesu akisema, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Waandishi walikuwa ni kundi la kidini kipindi kile Yesu alikuwa anaishi, na kazi yao kubwa ilikuwa ni kutoa tafasiri ya sheria na kanuni ndogo ndogo ambazo zilikuwa zinapelekea maisha ya wana wa Israeli waweze kuishi sawa sawa na mpango wa Mwenyezi Mungu. Kipindi hicho watu wengi walikuwa hawajui kusoma na kuandika, waandishi walikuwa wana kazi ya kuwasaidia watu waliokuwa vijijini katika kuandika mikataba mbalimbali ya mauziano ya mashamba vilevile vile pia kuweza kuandika mikataba mbalimbali hadi katika mambo ya mahali na kundi la Masadukayo walikuwa ni kundi pia la kidini, ambao wao walikataa kwa asilimia mia moja juu ya sheria ambazo zilikuwa za mdomo ambazo zilikuwa hazijaandikwa. Hivyo basi, waandishi na Masadukayo yalikuwa makundi mawili hasimu, waliokuwa wote ni kundi la kidini, lakini walikuwa hawapendani, walikuwa wanauadui. Huyu mwandishi alipofuatilia mazungumzo kati ya Yesu na Masadukayo Alivyoona kwamba amewajibu vyema, anakuja kwa Yesu, anakuja na swali la mtego, anamuuliza ni ipi iliyo amri ya katika amri zote za Mungu, ni ipi iliyo ya kwanza? Na alikuwa anamuuliza hivyo ili kutaka kumjaribu Yesu, je, katika mafundisho yake ataenda kinyume na zile sheria na kanuni ambazo Musa alikuwa amezitoa. Yesu anajibu, anamwambia katika amri za Mwenyezi Mungu alizozitoa, anasema hivi: sikia e Israeli, au kwa lugha ya Kiebrania Shema Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, na hii inapatikana katika Kumbukumbu la Torati sura ya nne, sura ya sita aya ya nne. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote na katika hii Shema Israeli ambayo ndio ilikuwa kanuni ya imani kwa kila Mwebrania kwa kila Myahudi ambayo waliweka katika nyumba zao, mtu anapoingia na anapotoka lazima atamke Shema Israeli, Bwana Mungu ni mmoja. Wakianza katika ibada zao kwenye masinagogi, ilikuwa lazima watamke neno hiyo, kanuni ya imani, Shema Israeli, Bwana Mungu wako ni mmoja mpende kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote. Katika kanuni hii ya kumpenda Bwana Mungu mu, Yesu anaonyesha kwamba kitu ambacho Mwenyezi Mungu anachokitaka kutoka kwetu sisi wanadamu ni upendo. Katika amri za Mwenyezi Mungu, amri ya kwanza mpaka ya tatu inazungumza katika habari za kumpenda Bwana Mungu ambaye ndiye aliyetuumba na kuanzia amri ya nne hadi ya kumi inazungumza juu ya upendo kwa jirani. Kama nikimpenda jirani nitamheshimu baba na mama. Nikimpenda jirani sitaweza kumuua, sitaweza kupanga mauaji juu yake. Kama nikimpenda jirani sitaweza kuzini na yeye. Upendo ukitangulia siweze kumfanya huyu aweze kuwa chombo cha starehe kwangu, na kama nikimpenda jirani yangu huyu siwezi kumwibia, na kama nikimpenda jirani siwezi kumnenea uongo. Na baadaye pia, nikimpenda jirani siwezi kutamani mwanamke wake au mume wake au mali zake alizokuwa nazo. Hivyo basi, kifungo kikubwa sana ambacho Mwenyezi Mungu anachokitaka katika maisha yetu sisi ni juu ya upendo kwake Mwenyezi Mungu aliyetuumba, bila si kuweza kutaka na upendo kwa jirani huyu. Mwandishi anamweleza Yesu kwamba umejibu vyema kwa sababu kumpenda jirani kwa nafsi yako kwafaa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa. Tupo katika kipindi hiki cha Kwaresma ambacho baadhi ya matendo mojawapo yanayokazaniwa zaidi katika mfungo wa Kwaresma ni kutoa sadaka. Tuna watu wengi kipindi hiki na ndani ya kanisa utawakuta wanatoa sadaka nyingi katika mambo ya ujenzi wanatoa sadaka nyingi, kwa watoto yatima wanatoa sadaka nyingi, katika mambo mbalimbali wanatoa sadaka nyingi, hadi katika kuweza kukaa na kuweza kufanya maombi wanajitoa sadaka, wanatoa sadaka nyingi katika muda wao, katika mambo ya kikanisa wanajitoa sana, sadaka zao ni elfu na elfu, matendo ya sadaka ni mengi zaidi. Lakini katika makundi hayo ya watu wanaotoa sadaka nyingi zaidi ni watu ambao nyumbani kwao asilimia kubwa hawaongei, na baadhi ya watu kazini kwake haongei na mfanyakazi mwenzake, kwenye biashara zake kuna watu kabisa hawapigii simu, na kila siku huko kwenye maombi unatoa sadaka zako kanisani kwa mwandishi na kwa Yesu na kwa maneno ya Yesu anayozungumza, anasema kwamba sadaka yako haina maana kwa sababu haina upendo ndani mwako. Ni afadhali ufanye tendo moja tu la upendo ambalo linaendana na amri za Mwenyezi Mungu, na ndivyo utakavyokuwa unathamani mbele za Mwenyezi Mungu. Na Yesu anamwambia maneno haya, anasema kwa maneno hayo ambayo ulikuwa nayo, hauko mbali sana na ufalme wa Mungu. Hivyo basi, kama sina upendo ndani mwangu kwa Mwenyezi Mungu na kwa jirani ambao unaoishi nao, niko mbali na ufalme wa Mwenyezi Mungu. Maombi yangu yote, sadaka zangu zote ninazozitoa siku moja nikifika mbele za Mwenyezi Mungu ataniuliza ni jinsi gani nilivyopenda na hata weza kuniuliza ni jinsi gani nilivyotoa sadaka. Mwenyezi Mungu atutie nguvu katika kipindi hiki cha kwa rezima, tumpende Bwana Mungu wetu katika mioyo yetu yote, hiyo ndicho Mwenyezi Mungu anachokitaka na jirani zetu. Na baada ya hapo, katika upendo huu sasa, hebu turekebishe tabia zetu za kutoongea na baadhi ya watu, za kuto wafanyia mema wafanyakazi wenzetu na wenzetu katika maisha yetu na baadaye pia tuwapende, kwa sababu tukiwapenda tunaweza tukawa tunamtii Mwenyezi Mungu na tukawa na sababu na sababu kubwa zaidi mbele zake kuliko kitu kingine chochote kile duniani. Mwenyezi Mungu atubariki na kutulinda, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina.